Kwenye mahusiano <laughs> ya kanisani zii, yanatutesa. Unaweza kukapenda kabinti hata kakiimba vibaya, wewe ulikuwa kunifurahia <laughs> hii ni maajabu mm. Yaani wangekuwa wanaruhusu nyimbo ikiisha uende kupepelea na kakanga mwanaume ah, tungekuwa tu zaidi. Tumeshangaa sana. makofi tu ya shangwe, ya tu yalatubee ratu. ya Yani mimi bwana, nilipiga makofi hadi wakashtuka hmm. Yani nikuta tu ni furaha, kama tuko peke yetu, wale watu ni tumaua hmm. <laughs> Yani hata ukimwoa akipika ugali mbichi, uweze ah! hata kuwa na nguvu ya kumkosoa Mm. Ndo siku ya kwanza unampa saruti ukikumbuka na vile vigeregere vya kanisani eh. Bona isi unakula nyama kumbe ngunyani. mm. mm. uh -huh. Utaveri <gülme> wapi? <gülme> yani, <gülme> demu unampenda kutoka moyoni eh. Yani hadi moyo wewe unatamani utoke eh. Wewe atabariki <gülme> <gülme>